Lita zaidi ya elfu kumi zimemwagwa huko Gatundu huku watu kumi na watano wakifariki katika mtaa mmoja katika kaunti ya Kiambu kufikia sasa. Francis Mtalaki anaarifu kuhusu msako wa polisi katika kaunti hiyo ambapo watu kumi na sita, watu kumi na sita kundradhi wamekamatwa. Katika mtaa wa Nazareth kaunti ya Kiambu nakutana na Alis Kimani mwenye uzuni na majonzi tele baada ya kumpoteza mumeo na watoto wawili, huku mwanaye mwingine akilazwa katika hospitali kuu ya bwana na watoto siku moja snnobayaa ni maneno baya sana. mtu mmoja agiaga, ni mauti ambayo wengi wangeepuka kama hawangebugia pombe hii haramu wanayoita au changa. Hiyo pombe kuna nyekundu na kuna nyeupe na viko ndani ya chupa. Na hii nyekundu, ile wanakunywa huo inaongezwa maji, lakini sasa a ongezi maji huo wanapiga tu touch. Kama iko hivyo, mpaka unaona mtu anapenya meno, ndio alikwanza kukunywa, anakauka tumbo, mtu anatoa jasho mpaka anakufa. au maafisa wa polisi wangekuwa waadilifu zaidi katika kutekeleza wajibu wao, ile kitu inaleta shida sana tukienda kwa kilabu yenye ambaye wanaruhusu tuingie saa kumi na moja tukunywe pombe. Tukikunywa, ukienda kutoa mia mbili unawachwa. Kama umeshikwa ufungiwe, ndio waitishe pesa nyingi ndio utoke. Sasa tunakimbilia huko msituni sauli, hakuna mtu hata atakushika tena ukikula mahali yako na kuna wale waliponea kupitia tundu ya sindano na kusalia kusimulia, tu ya wanasema, zokwa machupa hiyo, hapana, siwezi jaribu kuiguza mimi. Nimeshukuru Mungu, ujuni naona ntoko kata niende kanisa sasa. Kufikia sasa watu kumi na watano wameripotiwa kufariki katika mtaa huu. Kamanda wa polisi kutoka kaunti ya Kiambu alituarifu kuwa wameanzisha msako na kufanikiwa kwa wakamata watu kumi na wasita na lita zaidi ya elfu kumi za pombe haramu kumwaga huko Gatundu. Ingawaje kumekuwa na juhudi za kukabiliana na pombe hii haramu, wakazi hapa wametaja juhudi hizo kama tone kwenye bahari na kutaka serikali kufanya uchunguzi ni nani anayehusika na utengenezaji wa pombe hiyo haramu na inatoka wapi. Francis Mtalaki, KTN leo katika mtaa wa Nazareth, kaunti ya Kiambu.